Mabibi na mabwana, jioni ya leo nataka kufundisha hapa. Hoja ya msingi inapotokea, economic changes, financial changes, tunapozungumza juu ya economic shift, mabadiliko makubwa yanapotokea katikati ya maisha ya watu, usijaribu kubisha. Katika kila familia kuna mahali ambako Mungu amemweka mtu mmoja, kila familia, hata mmesoma, hata kama mlipona, hata kama mmetoka Kongo kwenye vita lakini kila familia haijalishi mmepinda kiasi gani, kila familia Mungu anamwekaga huko mtu mmoja ambaye ni kunguru anayeleta nyama na mkate asubuhi na nyama na mkate jioni from nowhere. Wengine wanaweza, mimi nilikuwa nashuhudia mtu mmoja alikuwa anashuhudia ofisini, ananiambia kuna matatizo, anaweza akapata familia nzima, lakini mtu mmoja yamgusagi. Kwa nini yeye? ndio provider ana provide each and everything in the family. Na mimi nawaomba sana ninyi ambao mnakuja kukutana ukubwani kwenye ndoa, ukaoa au ukaolewa na kunguru wa familia, mbeba nyama na mbeba mkate wa familia, ambaye pia anapata hiyo risk from nowhere. Nobody knows. Hata nikikwambia, niambie andika pepa ya kitheolojia ya kurasa tano, uniambie mahali kunguru alikuwa analeta mkate kila siku kwa mwaka mzima kwa miaka miwili anamletea Elia. Never, siku ile mtoto wa Ibrahimu anaitwa Isaka, alimwambia baba yake, baba, una kisu una kuni, unaenda kutoa sadaka mlima mlimani, swali, una moto una kisu una kuni, mwana kondoo yuko wapi wa hiyo sadaka? Ibrahimu akamjibu mwanae akamwambia, don't worry my dear son God will provide himself Mungu atajipatia mwanakondoo kwa hiyo sadaka. Na alipoenda kweli, walimwona mwanakondoo amenaswa. The question is, ni wapi mwanakondoo alitokea? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu ana provide katika familia, na ile divine provision in the family level inaenda pia kwenye, eh, kwenye regional level, inaenda kwenye mkoa, kwenye level ya mkoa, kwenye level ya kitaifa na kwenye level ya dunia na kwenye levo ya kitaifa na dunia ndio mnaweza kumesheni watu wanaoitwa matajiri. Matajiri ni watu ambao Mungu ameweka vitu ili waweze kusapoti wengine, si kwa kugawa bure, angalau waweze kutengeneza ajira zinazoleta riziki kwa watu kama wewe. Mshahara wako tu wa kumlipa usigeli, umekopa hata mshahara wake ukajaza mafuta asubuhi ya leo wewe lakini uwe na hakika kuna mtu ambaye anaajiri watu 500 watu elfu moja, mtu mmoja na anawalipa mshahara na posho zao na NSSF, na kule kwenye NSSF kuna vibali vya ku, vya ku, kuna hizo kadi za afya za kuwasaidia watu sijui wanne sijui watano, kwa sheria zao za mifuko ya kijamii. Mpaka kijijini kwenu huko kuna baba yako anatibiwa bure kwa sababu ya mtu mmoja hapa Dar es Salaam, jasiri ya mali ana kampuni amekupa bima ya afya. Hawa ni maproviders, ni watu ambao wanaprovide kwa ajili ya familia na wana nguvu kubwa sana. A very uniqueness power. A very uniqueness power you can't explain that power, nguvu ya kiuchumi na kifedha ambayo Mungu anaiweka ndani yao, kuwasaidia watu wengine, angalau kutengeneza ajira, na maisha yanaenda hivyo. Na kwa taifa la Tanzania ni zaidi, kwa sababu provision, serikali inaweza kuprovide ajira za watu laki sita katika nchi hii kwa miaka hiyo ya hamsini ya uhuru mpaka leo navyoongea hapa, na nchi tuna sensa ya mwaka huu, lakini inakadiriwa kwenda karibu milioni sitini za Watanzania. Katika hizo milioni sitini, nchi kama nchi, serikali kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa ajira ya watu laki sita. Out of hizo 60 million hawa wengine wanapata riziki kutoka wapi? Wanapata maisha kutoka wapi? Wanapata ajira kutoka wapi? Kutoka kwa watu wajasiri ambao tunawaita wajasiriamali waliothubutu kuwekeza. Sasa nataka unisikilize sawasawa, kwa sababu hata wewe inawezekana umeshindwa, si kwa sababu hauna uwezo, ni kwa sababu pengine unasikia unashindwa kusikia sawasawa sawa. Na mimi nataka niwaambie wapendwa, jioni ya leo nafundisha juu ya the power of new ideas, nguvu ya maisha, ya mawazo mapya. Na nafundisha hapa kitu kikubwa kabisa, inawezekana ukadefine life ukadefine maisha kwa namna unavyoweza kufanya definition, unavyoweza kuelezea au kufafanua nazungumza. What is life? Life it is about new idea. Kama hakuna mawazo mapya hakuna maisha. When you stop to think you start dying unapoacha kufikiri na kuwa na mawazo mapya umeanza kufa. life it is about the new ideas, if there is no new idea there is no life at all. Ukishaona hakuna mawazo mapya mahali, hakuna maisha, na kadiri mawazo mapya yanavyokuja, uwe na hakika maisha ya watu yanakuwepo, ya na, na ajira zinaongezeka. Sasa problem ninazoziona leo duniani kwanza kampuni zilizokuwa zinafanya vizuri zina zimefilisika, zina madeni benki, watu waliokuwa wako kwenye a good position hawapo, maisha yao yameharibika. Sasa kwa nini mambo mengi hufa? Ni kwa sababu ya kutembea na idea ya miaka iliyopita, huwezi kutembea nayo na. Angalia sana unatembea na idea ipi kwenye maisha ya kwako. Sasa Mungu alizungumza na wewe akakupa idea lakini idea inaenda inakufa. Swala la maisha yako linaweza likawa ni ma, maisha yako yanaweza yakawa marefu na umri wako ukawa, ukawa mrefu kuliko mawazo ulionayo. Na kama mawazo yako ya riziki yakiishia njiani, si kwamba wewe umeisha, wewe utaendelea kusurvive. Kinachotakiwa ni kufanya shifting. Ukiwa na maombi na mifungo na bila kufikiri, utaomba sana na utapata vidonda vya tumbo na utaresti. Ni pisi. Biblia inasema ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada unaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, kwa maana nchi inabadilika wakati tu wa siasa, mabadiliko yanatokea ukibadilisha uongozi Tanzania tunabadilisha baada ya miaka kumi kumi, kila rais anapokuja mabadiliko yanatokea ya kitaifa kwa sababu ya sera za kisiasa pekee. Lakini ijapobadilika nchi, Biblia inajua kabisa kwamba nchi ina tabia ya kubadilika ha, nasema kwa hiyo ijapobadilika nchi, hata hapo tutasimama, hatutaogopa. Sasa Eliya ni miongoni mwa watu ambao katika maisha yake nchi ilimbadilikia na nchi ilipombadilikia still alisimama. Kinachoweza kukusababisha usimame wakati nchi inapobadilika ni new idea, mawazo mapya, kwa lugha ya Kiswahili mawazo mapya. Na wewe hautaki kuwaza, hautaki kuwaza. Ukikaa dakika tano umeshasinzia unafikiria, una roho ya bundi. Halo, hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Hautaki kubani You don't want to burn your brain. Hautaki kuchemsha brain yako. Na ndio Waswahili hawataki kuwaza Africa. Africa must think. Africa must think. This is your time, Africa. And you have to think. No way. Waafrika hawafikiri. Waafrika wanakariri. Elimu ya Kitanzania ni elimu iliyorithiwa kutoka kwenye ukoloni. Elimu ya Afrika. The whole African education ni elimu iliyorithishwa kutoka kwa wakoloni, na wale walitukaririsha. Wanafunzi wanakariri, mto mrefu kuliko yote Malagarasi, mlima mrefu kuliko Kilimanjaro. Sasa hayo yanaleta ya impact ya maisha no. Una sayansi ya kilimo, una agriculture, unajua kabisa hili jani, yani, aki, mtanzania au mwafrika akingofua aki, aki, aki jani hivi Atakwambia hichi kinachopita hapa kinaitwa kitu gani hiki, hiki hapa kinaitwa kitu gani? Anajua vyote, amekaririshwa. Lakini kujua kwamba haruhusiwi kukata mti, haelewi. Namna gani ya kusifanya hiyo forestation, hajui, hana mpango. Namna gani ya kuhifadhi msitu, hajui, hana mpango. Anataka mkaa <laughs> <coughs> anataka mkaa wa kupikia yani, haelewi hiyo vurugu yako. Unayemwambia no no nonono, mkaa bila huruma. Kwani mpaka tena umtengeneze sheria kwamba ukikata mti tunakukamata? <coughs> na kabisa, ch chenso ikilia tu tuna, tayari tunakukamata, hauna ruhusa kukata mti bila kibali. Tulikuwa na project yetu ya benki ya maendeleo pale pale posta, ili eti benki yao ionekane, wakakata ile miti ambayo iliyotosheka na Wajeruma. Sasa unajua so, ile miti iliyoko pale posta ambayo ni very historical, cha wanataka bango lao <laughs> lionekane, wakaleta chensu, wamekata matawi mawili. Maafande hawa hapa kule Hakuna cha kanisa, hakuna cha wakasongwa. <laughs> Sasa kusimamiwa kutunza mazingira kwa mtutu wa bunduki, na wewe umesoma, ni aibu. Matokeo yake nini? You, huna uwezo wa kufikiri, una uwezo wa kukariri, na ulichokaririsha nini? Pengine ule mti unazuia bango langu la biashara usionekane. No, pengine watu wataagiziana pale penye ule mti. Are we together? wakalipishwa faini. Kutana na mkurugenzi, nikamtania hata leo anafahamu, nilimwambia sababu mimi ni mdau wa miti. Kaambia ulithubutuje? Kanaambia hata mimi sielewi, una, unaamuru mti ukate kule ndani, utatumia miaka mingapi kuotesha mwingine? wote kule posta. Ndio elimu za Watanzania, digrii nyingi za kukaririsha, lakini hazina uwezo wa kufikiri, that the problem we have na neno la Mungu likamjia Eliya, nami nazungumza juu ya the new, the power of new ideas. Neno la Mungu likamjia Elia likamwambia, hama kutoka hapa sasa. Wapendwa, mabibi na mabwana, kama kuna jambo ambalo tunapaswa kuangalia katika taraja la namna hii, taraja la namna hii, kama kuna jambo ambalo tunapaswa kuliangalia vizuri, ni new idea mawazo mapya. Na kama kuna mambo ambayo nakuomba wiki hii uombe Mungu akusaidie ni kuthubutu kuwa na mawazo mapya. Juu ya biashara yako unahitaji mawazo mapya. Juu ya uwekezaji wako unahitaji mawazo mapya. Juu ya elimu yako unahitaji mawazo mapya. Juu ya karama na kipawa ulichonacho unahitaji mawazo mapya, unahitaji yani, unahitaji mawazo mapya, lazima unahitaji mawazo mapya. You need it, no way, unahitaji mawazo mapya. Haiwezekani chochote kikaenda bila mawazo mapya. Maisha yako ni marefu kuliko idea zingine zilizoanza na wewe, lakini biashara ambayo haina au au, project, au mradi ambao hauna mawazo mapya, unatembelea na lile wazo lako la kwanza, na raiti yapo ya kitapelitapeli uliandikiaga ya kuomba mkopo ndio unatembea nayo tu. Oh my God, unaweza ukajikuta una maisha mapya. Alafu nafikiri ya kwamba Mungu amekuacha. Kwa hiyo maisha magumu, ni kulazimisha kunguru alete mkate na nyama, na ni kulazimisha kisiwa au kijito cha kerithi kitoe maji, wakati kuna nyumba ya mwanamke mjane wa Sarepta. That's the problem. Na jioni ya leo ningekuomba ujiulize, ee Mungu naomba unisaidie hapa nilipo, nimeona haya mambo ninayoenda nayo yameshakuwa kuwa tight, lakini kwa sasa Ninaona kama vile ninaombea kijito cha Kirithi ambacho akitoi maji, ni kama vile ninaombea kunguru alete wa mkate wakati muda wake wa kuleta mkate umeisha. Please God, give me a chance. Niipe neema na uwezo wa kuelewa. Where is my Sarepta? Wapi Sarepta yangu ipo? Niende Sarepta ya kwangu. Na biashara yako ina Sarepta yake, projekti yako ina Sarepta yake, kipawa chako kina Sarepta yake, kila kitu ambacho unacho kina Sarepta ya kwake. Sasa lazima ujue hiyo Sarepta alafu ukubali kutii yale mawazo ambayo yanakujia. Sasa moja, twende taratibu. Nilishawahi kuzungumza hapa juu ya pray and think, kuomba na kufikiri. Na kanisa la Mungu halina shida na maombi. Watu wa Mungu ni waombaji, na wana mafungo, wanaomba na kufunga sana. Lakini shida ninayoiona kanisani kama mchungaji ninayehudumia dunia nzima ni kufikiri. Watu wanaomba lakini hawafikiri. Nilishatoa mfano nikawaambia mfano. Unaonaje wakati Esther na Mordekai walipokuwa wameandikiwa kufa na Wayahudi wote na wakakutana kwa maombi wakashikana mikono wakafanya maombi na waliomba kweli wakavaa na nguo za magunia wakaomba sana. Lakini Esther aliomba akamaliza baada ya, mwe, ya mafungo ya siku tatu, akaenda akavaa nguo zake za za kimalkia, akavaa dhahabu, akajipara vizuri, akaandaa chakula, akaenda kwa mfalme kinyume cha sheria. That was an idea, hilo lilikuwa ni wazo. Mawa, maombi yanatengenezaga mawazo kwamba umeshaomba, how to solve the problem Namna gani ya kusovu hiyo shida ya mkopo ulionao? Unapata idea. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Asa Mungu alisema na moyo wangu akaniambia, watu wangu wanaomba sana, na wakishaomba ninapokuja kuongea na mioyo yao hawako tayari kusikiliza wala hawana nafasi ya kusikiliza. Kesho wanarudi tena kwenda kuomba yale yano, kunguru na mkate, leta nyama wewe kijito, funguka kwa jina la Yesu, lazima utatoa maji. Mimi ni nabii, ninakutabiria kwa neno la Bwana, toa maji. Kunguru leta mkate. Unalala ukiamka hakuna tone, hakuna kunguru, ila unasikia sauti, ondoka nenda Sarepta. Kwa hiyo Esta aliporudi kwenye, kwenye kufikiri namna gani ya kumdestroy Haman, how to solve the problem Watu wengi mnaomba, alafu hamrudi kwenye kufikiri how to solve the problem. ni umeombea biashara ukimaliza, just go and think how, where, when. Unapoanza hayo maswali, uwe na hakika ndani, neno la Bwana litakujia hivi. Kuna watu wanaonielewa sawasawa hapa? Neno la Bwana litakujia kwa napozungumza eh, juu ya New idea, mawazo mapya. Lazima tupate nafasi ya kuomba na kufikiri. Kwa hiyo Esta akawa na mawazo mapya, akaenda kwa mfalme, akamwambia, tafadhali wewe na Hamani mje kwenye sherehe kesho. Wakaja leo, akaona namna Hamani alivyomshikilia moyo wa mume wangu. Hamani anakala mume wangu kila siku, mimi na mwezi wa sita sijakutana na mume wangu, yaani hatujaonana mimi na mume wangu, lakini Hamani kila siku anakutana naye. Mimi nina miezi sita hii ngoma ni ya kupikia tena ubwabwa kesho, si ya kuondoa mapema hivyo. Unajua kama, kama mtu anakala mume wako kwa, wewe hajakuuliza haja wala kukusalimia miezi sita, lakini kila saa wanapiga stori na mume wako, huyo mtu unamtengaje na mume wako kama hujapika ubwabwa? Sawa sawasawa, akapika ubwabwa kesho, akamtengenezea biriani, kesho kutu akamtafutia nazi, namna ya kumtenganisha na Hamani. Vinginevyo ovyo ovyo, Hamani anamwambia mme wako wewe mwanamke mwingine, manake yeye ndio msemaji wa mfalme na ndiye mshauri wa moyo wake. Unafanyaje kumseparate mtu ambaye uko kwenye moyo wa mtu mwingine? Lakini Este alifikiria kitu cha kufanya na akajua chakula, mtawanasa kwenye chakula na akawanasa kwenye chakula. Hamani alitundikwa, Wayahudi walipona. Si kwa sababu waliomba kwa sababu Esther pia alifikiri njia ya kuwaokoa hawa Wayahudi. Kila kitu Mungu anasema na wewe, hakuna kitu ambacho Mungu asemi na maisha ya kwako. Na hata yule mwanamke mjane ambaye alikuja wakati, ili, wakati wa Elisha, mume wake alikuwa ni muombaji, asifikiria kuna tofauti kati ya kufikiri na kuomba mume wake alikuwa ni muombaji alikaa kwenye madhabahu miaka 30 alitumika na Elisha akakopa mpaka akapata stress ya deni akafa na madeni mke wake wakati mume wake anazikwa akachukua perfume akachukua perfume ya marehemu akaitia ndani akaificha kwenye majanga mapya si majanga zamani ya zamani yaeleweki akaficha kwenye dera la maombolezo. Halafu baada ya muda, watoto wake wanapigwa mnada na wale waliokuwa mume wake amekopa kwao. Yule mama akaja kanisani, akamwambia Elia, Elisha, tafadhali, excuse me, unajua mume wangu alikuwa anatumika kwenye hii madhabahu na alikuwa na madeni na amekufa, watoto wangu wanauzwa. Elisha akamwambia una nini nyumbani? Akamwambia nina chupa kidogo ya mafuta ya marehemu nilio nilio baki nayo ya marehemu, maanake yule mama alivyokuwa amepinda anamwaga mume wake kwenye jeneza, amemwachia madeni. Unajua unaweza kukuaga mtu amekwachia nyumba masake, unaagaaga, lakini una, unaaga ngoma imetabasamu kwenye jeneza, imekuachia madeni. Sasa yule mama anapita pale, hey, sweet heart, yeah, I'm going to miss you, akapapasa pasa kwenye zambi. Huwezi kuondoka na hii perfume, huna adabu. Uniachie madeni na perfume ondoke nayo <laughs> Yaani, uniachie madeni na perfume ondoke nayo. Sepa zako <laughs> bila perfume hii niachie. Kwa hiyo alibaki na perfume ya marehemu, very expensive idea. Heta, nenda kaazime mapipa. Alafu ukiazima mapipa yaweke mengi, wala sio machache, vyombo vitupu. Alafu ukimaliza jifungie mlango, wewe na watoto wako. New idea. Ukimaliza mimina yale mafuta katika haya mavyombo, ni kwenye ile madhabahu. Kwa hiyo kwenye madhabahu hii pana maombi, lakini pana thinking. Ukiwa na maombi na mifungo na bila kufikiri utaomba sana na utapata vidonda vya tumbo na uta rest in peace. Haya, makofi basi mpige, anayeeleweka? Jamani, huyu ya, jamaa alitumika kwenye madhabahu kwa maombi miaka thelathini. Huyu mama alikuja a single day, kwa siku moja ya kufikiri, ina maana kuliko miaka thelathini ya kuomba sasa hamwezi kunielewa sawasawa. Kufikiri ni pamoja na kusoma vitabu vya watu wengine. utatangaza hapa vitabu vitabutshaj lakini maarifa. Yule mama akaenda akaweka mafuta kwenye mapipa, mapipa makubwa kama yale pale, yalijaa ya, kwa kichupa kidogo cha mafuta mapipa kama ile pulpit pale. Ile mama anapanda na ngazi, anapanda mle juu, anamimina, anaambia watoto wake niwekeeni stuli. Mpipa mama utajaza hilo pipa na nini? Kutoka kwenye chupa ndogo ikajaza mapipa na yote akajaa. Ndio hicho ninachokuambia juu ya divine provision, na pengine nitaongea kidogo kesho asubuhi ya lile pipa ambalo halikuisha na ile chupa ambayo haikuisha mpaka mvua inyeshe. Nini kilichokuwa kinaongeza ule unga? Nini kilichokuwa kinaongezaga yale mafuta? Alafu wewe maisha yako, una divine provision, una kitu ambacho kina a very uniqueness power ambayo inakusaidia kwenye maisha ya kwako, na how to connect with, namna gani ambavyo unaweza ukaconnect chupa kama hii, the in the source income ya kwako, the source of your income, hata kama ni ndogo kiasi gani. Inaweza ikafanya mambo makubwa kama ukikubali kuconnect kwenye idea iliyopo kwenye wakati ukakubali connect kwenye mawazo yaliyopo mpipa kama chupa kama hii mama anapana anamwambia, wanangu nataka kujaza. Unajua unaweza ukafikiri wewe ni wapelekwa mwimbili sakatriki direct. Kwamba unataka kujaza lile pipa Mama Maria amekaa nyeke stuli nyeke njo njo nisogelee nisogezeshe. Nini, mama? nimeambiwa na Elisha, nijaze. unajaza hicho kinachojaza chupa nusu ya chupa ya mafuta mpipa mrefu najaza, akajaza naye akajaa naye akatokea. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Mabibi na mabwana, jioni hii ya leo nasema, life it is about a new idea. Maisha ni kwa habari ya mawazo mapya. Yule mama alipata financial freedom na economic freedom a single day, siku ile ile akawa ni supplier. Akaenda kwa Elisha akamwambia, mapipa yamejaa. Akamwambia, nenda kauze hayo mafuta ulipe deni yako na mengine utumie kwa ajili yako na mtoto wako na watoto wako. Na yule mwanamke aliyekuwa anaita mwenye madeni jana, aliamka kesho yake akiwa supplier wa mafuta, a very expensive oil lakini ni idea. Namshukuru Mungu hata katika hizi ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni tunajitahidi kufundisha juu ya religious economy. Na watu wanapata new ideas mara nyingi hapa. Watu wanakuja na, na mchungaji uliposema, nimefanya hivi, nimeenda Marekani, nimefungua nyumba. Watu wamekaa Marekani mchungu mzima miaka 30, amekaa kwenye kijumba cha apartment, roho ya kibarua ya shangazi zake ilivuka naye kaenda naye mpaka huko Marekani, mizimu ya kwao. Lakini kutoka kwenye mafundisho watu wamefunguliwa kiakili wakaanza kufikiria. Kwa hili ni summarize speech yangu asubuhi ya leo nafikiri, nafikiri wale watu ambao tumesafiri tukaenda huko nchi za nje, Canada, Australia, Uingereza, Marekani yenyewe, kuna park unaweza ukasafiri na gari yako, unafika unakuta, kuna park kuna park kuna toilet kuna eneo la kuchomea nyama kuna eneo la kukaa, wala hulipii. Kodi yako unapokatwa huko serikalini kwenye mishahara yako, inalipia hizo service pak. Kuna wakati kanisa linaweza likaondoka kwaya ya uinjilisti au kwaya gani ya praise team, wakaondoka wakaenda pak. Watu wanaweza kwenda as a family, wakaenda pak, wakaenda wakachoma nyama, wakakaa hapo, wana think. Kuna pak nzuri zimetengenezwa, sio Yani sio hapa tena, tukieka vile vyo anaingia tena ameondoka na koki <gulia> yani, unajua kuna shida mama Mari, yaani nakuombea mama Mari uishi maisha marefu utusaidiji <gulia> yn yani, hapa watu walienda tu Benjamin Mkapa kwenye, kwenye yule uwanja siku ya uzinduzi, walivyotoka watu wameondoka wamengofoa huyu amengofoa ikimeo, lakini kule kuna paka, unaenda unatulia. Kuna, wana muda mrefu wa kuthink, they think a lot. Unasafiri, unaweza kuwa unatembea una, una jioni kwa miguu, unaenda hivyo, unakutana na eneo zuri la pake, unakaa unasoma kitabu chako, unaenda na gari yako unasoma kitabu, unakaa, pana mpaka facilities za toilets, vyoo viko pale. Watu huko kuna nafasi za namna hiyo, hapa hakuna, ila kuna kuiga nikakuta dada ma, kijana mmoja barabara ya kwetu huko inaitwa Msichoke kule Tegeta, Tegeta huko huko kuna mtaa mtaa unaitwa unaitwa Msichoke, mtaa wenyewe unaitwa Msichoke. Basi na yeye jioni, eti kuna boda boda, na yeye anatembea na, na mbwa wake. Nikasema jamani, oh my God, ana kimbwa chake. Nikasema hii ni haki za wanyama <�en anonymous> aliona <SalihBy meaningful> kwenye television television, nikafikiria anafikiria kila mtaa unafaa kupita <exceptions> pita na mbwa mtaa msichoke. Yaani utafute mitaa fulani na utembetembee, kama huko Masaki uende kule Mbezi Beach. Hata Mbezi Beach kwenyewe, mpaka sasa hiyo Mbezi Beach kuna majumba mazuri, barabara zao hey! Kila mtu anakaa Mbezi Beach anaumwa na mgongo, na na nako, ukitembea na mbwa jioni, utakushangaa huko Mbezi Beach, hizo barabara zina vifusi zina mashimo, kukinyesha mvua ni kuna vyura, lakini majumba yao magorofa, unajiuliza kama wanakuwa na hela za kutengeneza haya majumba, hizi barabara zinawashinda nini? Sasa utakuta kwenye mabonde hayo na milima hiyo, naye kuna mtu alitoka, sijui ametoka huko kusoma abroad, basi ana kimbo chake jioni eti. Mtawa msichoke, anakutana <laughs> na vurugu za boda boda. Wewe wewe, pisha! Yaki! Nikasema, huyu nani anatafuta stress huko barabarani? In in summary, in summary wakati na kuombea, we we we need need need some center center, center, to think. Thinking center, we need it. Dream center, we need it. Somewhere, mahali ambako tunaweza kwenda kufikiri, mahali ambako tunaweza kwenda kufanya matafakari. Ukaja kwenye maombi ukafunga siku tatu, lakini ukasema hizi siku tatu nyingine, au hii wiki moja siku saba, naenda mahali fulani kufikiri, just to think, nikae hapo thinking center, dream center. I have to go somewhere to think. Tunahitaji katika nchi hii na katika bara la Afrika. Africa, Africa must think.